Kati ninakuwa nilikuwaga nikisikia nyumba ni mwanamke na mwanaume. Akiwa mwanamke ambaye ni bora, ambaye ana utimamu, hakika anakuwa ameokota dodo, anapata maendeleo. Nyumba nyingi sana ambazo zina maendeleo makubwa sana, ukiangalia nyuma yake utamkuta mwanamke ambaye anajitambua. Akivipi, uh, wanawake sisi ndo tunapushi maendeleo kwenye nyumba zetu tunapush maendeleo kwenye familia zetu, tunapush maendeleo kwa watoto wetu, kwa sababu sisi tukiwa kama wakina mama ndo washauri wendo, uta advaisi bwana, mimi mume wangu nimechoka kukaa nyumba ya kupanga, bwana tujenge. Bwana mume atakwambia, bwana sina hela ya kutosha. Utauliza uliza, baba bwana, tuanze kidogo kidogo. Sisi wanawake ndo tunapush pushi kuamia hata nyumba ambayo haijaisha Unaona, mwanaume anasubiri kivile perfection, anasubiri apate hela ya kutosha ndo anunue kiwanja, apate hela ya kutosha ndo ajenge nyumba, nyumba iishe kabisa ndo ahamie. Lakini mwanamke ni mtu wa budget, pia wanawake ni watu wa budget, wanawake tuna ubahili. nyumba mmejenga, mmeweka bati, mwanamke ataona roho ngumu kwenda kulipa kodi Ataona bora tuamie hivyo hivyo. Ukimkuta wanawake wale mama zetu wale, utashangaa mnaamia hivyo hivyo. Atamshawishi baba fulani, twende hivyo hivyo, ataweka mama kanga kwenye madirisha, mtaamia. Na mwanaume anapata nguvu akimwona mwanamke anasema twende hivyo hivyo, anapata nguvu. Anaogopa kukuambia twende hivyo hivyo tukaeke makanga manini, kwa sababu tazani mtoto wa watu jamani, nampelekaje kwenye nyumba ambayo haijaisha. Lakini wewe ndio ukiwa front kwamba baba fulani, hebu tuamie hivyo hivyo mwanaume anaendelea kupambana na kukaza kwamba hii watoto wangu kweli wakakae nyumba haina madirisha? Anaendelea kukazana watoto wangu wakakae nyumba haina milango yaani? Sisi ndo tunapush, tunawafungulia milango wanaume wapate nguvu ya kutafuta zaidi. Kwa hiyo nyumba, kama wewe umeolewa miaka imepita ishirini, <laughs> namjajenga mwanangu, kuna wewe, kuna sehemu umeferi kama mwanamke, kuna namna na wewe umeferi kama mwanamke, kuna namna katika usaidizi wako haujafanya sawasawa sawa. sawa. Hiyo mindset ya kusubiri baba fulani afanye kila kitu, kuna muda tunahitaji wewe upushi. Unasaidiaje kwenye kuchokonoa mambo ili yaende vizuri? Unasaidiaje kwenye kuzikamata hizo hela ziwekwezwe kwenye kujenga? Mwanamke kutwa unaomba pesa za nywele, kutwa unaomba pesa za mawigi, kutwa pesa za nguo, nini. Ndio vitu vyako anaviona baba unafanya, lakini hakuna siku namshawishi baba. Mmepanga mwaka wa ishirini na upo hapo na huyo baba anasomesha anafanya nini, lakini wewe kusema ushtuke kwamba hapana, haya maisha sio mazuri. Hivi unajua wanaume wakai kwenye nyumba zetu zaidi ya sisi. Sisi tunakaa sana manyumbani. Kwa hiyo sisi ndo tunakuwa na kiu ya kukaa sehemu ambayo ina amani, sehemu ambayo ni kwangu, nyumba ambayo inapendeza. Sisi ndo tunakuwa na kiu. Mwanaume anaondoka zake asubuhi anarudi jioni. Hajui kero ambayo mmeipitia. Unashangaa kwa nini mume wake ni mtu wa kusafiri, kwa hata hapo nyumbani akai zaidi. Kwa mwanamke mwenzangu, sisi ndo ndo ya ya tunapush maendeleo. Tumia udelila unapata hela kutoka kwa huyo baba na mnafanya maendeleo. Tumia udelila, you have the power, una nguvu. Mmekaa miaka mingi atuoni atua, kuna sehemu na wewe umefeli. Usimlilie tu huyo baba fulani, wacha baba fulani ana kazi na ana pesa na anakupanga pesa za matumizi, lakini wewe bana budget hujui. Wanawake tunabana budget. Wanawake siku zote ni hatuna hela ila tunabana budget. Kuna mwanaume analeta pesa nyumbani na, na lakini mwanamke la aitumii vizuri pesa yote namaliza kwenye matumizi mama zetu enzi zetu walikuwa kificha pesa wakibana wakipambana wakipushi vitu viende pale nyumbani ila kutoka kwa huyo baba ila yeye anazi budget vizuri sasa wewe ndugu yangu mume anakupa pesa lakini hata budget hujui wewe ndio spender wa kwanza unajisifia kwa kuspendi zaidi fashion aziishi yani kama unataka kumaliza fashion utaka umalize fashion aziishi nguo mpya kila siku zinaingia misuko mipya kila siku inaingia kazi kwako Mwanamke, nyumba isipoendelea na wewe unala kuwajibika unala kujibu. Wewe ndo bana bajeti bana bajeti hapo nyumbani, shawishi huyo mume mfanye vitu.